Shida nyingi na tabu nyingi yamekoma, matatizo mengi na shida nyingi amekoma, tatizo mahaba mwepushe na azabu, mwepushe na azabu, mambo mengi yashatokea, changamoto nyingi kashapitia. Ndio, niombeeni mjomba wako. Nataka uwe chini ya imaya yangu, kwa ajili ya kazi zangu na mali zangu. Iwe siri sawa, so.

Unaendeleaje? Naonekana hali sio nzuri. Basi nikuletee chakula <arose> <kuuletriye> <sighs> Vivi, itabidi nikuletee matunda, sawa Vivi kunywa hata ile juisi unayopendaga. Kifaa? Naam. Nikwa, naomba nikitoka ka hospitali nisiende nyumbani moja kwa moja, ikibidi hata nifikie kwako. Kwa, kwa, maana pole pole pole hivi, hebu angalia afya yako kwanza, sawa Ishatengemaa, hayo mengine yatafuata. Tutaongea tu. Daktari, daktari. Sugea kidogo hivi kaka. Kuna korona? namuulizia mgonjwa wangu. Mgonjwa yupi? maana hapa tunapokea wagonjwa wengi, isitoshe tuna shifti. Pengine alikuja sio shifti yangu, ya mtu mwingine. ni kweli kuna dada mmoja mwembamba mwembamba hivi alafu nywele zake kama zimetimka timka, timka. Oh. N ni nani yako? Sawa. Usiofu kuhusu hilo ondoa shaka kabisa mpenzi wangu. Sawa. Alafu mama leo amekuja hapa. Aha. Kwa anaweza taka kukuta fika wa bala hapa hivi. Kwa hiyo hata uondoke maana. Sawa. Sawa. Ah, mi ni msamaria mwema tu, nimekuja kumjulia hali. Pole sana asante. Yule dada alishafariki, na hapa tunapoongea maiti yake iko mochwa. Kwa hiyo kama unaweza ifuatilie tu mochwa. Vipi mwanangu Baba mi, baba mi... Pole pole, mwanangu. Yani mimi hapa nakuombea dua tu, sawa eh? Utoke tuende nyumbani, yani kule tukifika nyumbani sasa, yani na maongezi mengi sana na wewe. Baba mimi, si nyumbani nabaki huku. Uende nyumbani? Si nyumbani nabaki huku. Kwao unabaki hapa? Hai. Asa, hapa wanaruhusu mtu kukaa hapa? Kama umepona, hapa wanakaa wagonjwa mwanangu. We ukipona tunarudi nyumbani, umenielewa mwanangu? hmm. hmm. hivyo hivyo, ni mzima kweli we? Huyo dokta ameongea naye? Jaongea naye ila, huyo mzima kweli we, au nimwite dokta? Kijana, vipi? Mbona umekaa hapa alafu unaonekana na mawazo ya mbali sana, ni tatizo na. ni kweli kaka, maisha amenipiga mno, yaani pia kwenye biashara yangu kule, kijana ambaye nilimleta pale anisaidie, yani kuuza, ameondoka na hela zote, yani yakubakisha hata shilingi, yani hapa nilipo sina mtaji na sijui wapi napata pesa ya kuanza tena biashara yangu. Yaani bora hata angeniachia hata nauli tu, mi ningerudi zangu Moshi, mi ningefaiti na kilimo mimi, ningeipata pesa yangu na ningeweza tena kurudi kuja kufungua biashara yangu lakini ah. Vipi kaka, mbona unasikitika sana? Naelekea umeguswa sana na hili tatizo. Kijana, imeniuma sana. Ujue katika hii dunia hujui nani ambaye atakaye kusaidia, na usimfanyie mtu ubaya usiemjua. Siendi nyumbani, mi siendi vivi, usinivuruge tena, usinivuruge kabisa. Nimekwambia ukitoka hapa nyumbani, hilo swala la kusema ubaki hapa, unabaki hapa. We nani dokta? We hata huyo dokta akimaliza matibabu yake, kazi yake ikimaliza, naenda nyumbani. We nani? na huko kwendo, tutaenda, tutaongea vizuri, tutaelewana. Swala la kubaki hapa tangu lini? mtu kapona abaki hospitali? Usinichanganyi bwana, kichwa changu usinivuruge, mi mwenye shavuruga hapa ah. Unamaanisha nini kaka? Unakumbuka siku zilizopita walinipa msaada kunipeleka mimi hospitalini, nilikuwa naumwa sana. Sasa kwa tukio lile ulilonisaidia, nipo tayari kukupa msaada, naomba nifuate nifuate na utuamini, twende. Kijana Mamati, leo nina jambo zuri, nimepata mchumba anaitwa Mahaba na mchumba mwenyewe ananipenda na mimi nampenda, na kilichofanya mimi nimpende cha kwanza, ana tabia nzuri, lakini pia amepitia katika maisha magumu sana. Hicho ndio kilichofanya nimpende, kwa sababu nimekwepa watoto wa matajiri. Wana changamoto nyingi sana, na wanapenda starehe nyingi sana. Sawa, Sukari, ni jambo zuri sana lakini haijarishi, amepitia maisha mazuri au maisha ya shida. Unajua siku hizi wanawake wa siku hizi wana changamoto kama mabisi hapo katika sufuria yanavyokaangwa tata, tata, tata, tata. Sukari, umempenda au umemtamani? Nimempenda dada. Mbona una huzuni sana muda mrefu sana ah. Uh -huh. Acha tu ndio, tatizo gani unalo? Na mgonjwa wangu ndani mwanangu, na hali yake sio nzuri. Sasa nimeingia maabara hapo, hiyo bili nilopewa kakaangu, yaani hata nguvu ya kwenda nyumbani sina. Sasa dada, nimekuona muda mrefu na nimekuja hapa kuongea na muda mfupi tu nataka na nionane na daktari hapo, na appointment nayo. Sawa. Hmm, sina muda mrefu wa kuongea sana. Sasa fanya hivi, una simu hmm? una simu, naomba simu, e, simu na simi yako nikuingizie namba zangu alafu tutawasiliana. Basi kama umempenda, tufanye jitihada, tujue wazazi wake kule walipo, tupeleke mahali. Sawa shangazi lakini kitu mi alichoniambia kwamba baba yake amefariki, pamoja na mama yake amefariki, lakini nakumbuka aliniambia yupo mjomba wake huko huko. Kwa mjomba wake tutapeleka barua, kwani mjomba ni mama <laughs> Basi shangazi, itakuwa vizuri zaidi kama tutakwenda <sighs> Sukari siku nyingi, kuna kitu kinaniuma katika moyo wangu. Save papa, mi naitwa papa. Sawa, ukiona mambo yako labda bado una utanicheki. Sawa. Sawa. Ah, mimi namcheki daktari alafu. <laughs> Wenda ndo maombi yangu. Hey, Mungu we naweza nikampigia mimi, akanitumia hela, pengine mwanangu akapona. Na mwanangu anaitwa Ndesi, nimemtafuta mashariki magharibi, kaskazini, kusini, mpaka hivi leo sijawahi kumwona na sijui yuko wapi. Na kuomba sukari, katika pitapita yako kama utalisikia jina la Ndesi naomba nijulishe. Huyo ni ndugu yako ambaye ni mwanangu mimi, huyu Ndesi kama alivyokuwa teku sasa shangazi, nitafanya hivyo. Poa? Kama kawa. Yaani, umekuja hapa na kusubiri wewe, simu kakupiga simu upatikani. Aha, lete mchakato. Nimekuja hapa kwa kazi ya kumfuatilia mke wangu na kujua, na nyendo gani? Kumfuatilia mkeo sio tatizo, ila mimi simjui Usiwe na haraka Joji, mimi nitakupa picha ya mke wangu na nitakuelekeza kazini kwake, ili upate pesa kumfuatilia zaidi. na nikishamjua huyo mkeo inakuwaje? Sikia Joji, mimi nachotaka ni taarifa tu, kujua yupo wapi na yupo na nani. Kama ukimkuta na mwanaume, nataka umtie kichapo afu afuniletea kuhusu vitasa kwetu sisi, utatizo tatizo pesa, lengo kuu. Kama ukimbamba na mwanaume, kama ukimbamba na mwanaume, nataka nimalize kabisa, yani yana kanimalize kabisa, yani

mimi nishatembea nchi kibao, afu mi so mimi siomimi so sio nishafanya sana umafu ya Ulaya ila narudi Bongo kutuliza akili. Laki tano keshi hiyo iko kamili, of course <laughs> amkewangu, usijari. Huyu kima huyo ataondoka tu, tena hii nyumba ataiona kama kituo cha polisi pumbavu. Baba, bababa, kumbuka maneno alokuachia mama kabla hajafa, alikuusia utulie kwa upendo. Wewe umesahau yote na mjinga eh? tena hii nyumba utaiona kama kituo cha polisi na mafuko hata kuigusa, pumbavu! Toka! Toka! Toka! Oh, no. Sasa baba mimi naenda. Mwenyezi Mungu atawalipa kwa yote. Shida nyingi na taabu nyingi amekoma. Matatizo mengi na shida nyingi amekoma. Tatizo mahaba.